Hodi humu ndani, nyie Kafu, mbona mpo kimya? Karibu mwananchi, una shida gani? Okay, asante. Mimi ni injinia wa klabu ya Yanga, nilikuwa nimekuja kufuatilia kuhusu ile kesi yetu, ile mtana aliyetukimbia kwenye mechi yetu. Mbona waeleza? Kama mnajua aliwakimbia, kwenye mechi gani na ilikuwa ni mchezo namba ngapi? Mi sitaki kujua hayo yote. Mi niliambiwa nijikuwafikishia nyie taarifa huko. Wananchi wa wamezachama hawaelezi kitu na wanasema mchezo hautorudiwa kwao. Nimekuja kupata suluhisheni niwapelekee wananchi wangu. Sawa, okay, wewe ni kiongozi gani na kwenye klabu ya Yanga wewe unahusikana nini? Mi mwenyewe sihereu, wananita tu rahisi rahisi. Mi mwenyewe sihereu, nimeagizwa na wananchi wangu. Mashabiki hawaelezi kitu huko, Tanzania kimewaka. Sasa sikia, sitaki kukuona hapa. Nenda urudie, ukae na wanasheria wako, mje na mafaili, mje mepangilia kesi ieleweke. Sasa hivi sikuelewi unachoongea tu, ni kama unatapika. Unaona, sasa nayo umenijibu kama alivyonijibu TFF. Yani nyote ni kama hii kesi mmepanga kutupoteza. Sasa kwa taarifa yenu, atushuki daraja na wajali, tutakuja tumekubali, yaishi saa, ulikuwa umesubiri nini? Mnazungusha eh, na tarehe ya mchezo ingekwisha hapa na hii mechi tumepania, tutawafunga goli sita, tatu za kwenu, tatu za tifuefu.